Weka kichwani, mwanamke ana vipindi vya kushiriki tendo la ndoa. Mwanaume hana vipindi, mwanaume ni muda wowote ye, yuko tayari mm -mm. Kila mwanamke uliovunja kupepetea mchele, wewe kila mwezi una siku za kusikia hamu ya kufanya tendo la ndoa, na unisikilize, sio dhambi kusikia hamu, ni mfumo wa mwili, umeumbwa hivyo kwa hiyo usianze, shindwa katika jina la Yesu, pepo toka. mm -mm. <laughs> hata, hata ukikemea pepo toka hilo sio pepo, ni mfumo wa wa mwili. Kwa hiyo hauhitaji maombi, hauhitaji kukemea, maana ni hali halisi ya mfumo wa mwili. Sasa je, mwanamke ame, amevunja ungo akiwa na miaka kumi na tatu mfano, kuanzia hiyo miaka kumi na tatu ana mzunguko wa namna hiyo. Labda ameamua huyo mwanamke yeye ataolewa na miaka ishirini na saba. Kwa hiyo kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano, ishirini na sita, ishirini na saba: miaka kumi na nne kabla hajaingia kwenye ndoa ili mwili utakapomwambia nataka ngono apate ngono. Miaka kumi na nne anapaswa kuishi bila kufanya ngono, na Mungu hana excuse. Yani huwezi kumwambia hivi Mungu eh, hey, nani aliumba mayai? Labda Mungu anajibu mimi. Nani aliumba homoni? Mungu anajibu mimi. Nani alizitengeneza zitake? Mungu anajibu mimi, shauri lako. <laughs> Na ukimaliza kutenda dhambi unamgeukia mwenye mbia, Mungu Mungu eh, hey. Hii eh, ni problemu yako. Usinge niwekea hii shida mimi, nisingetenda dhambi hapo. No, ndo tunarudi somo letu la Jumanne, self control. Ndio <laughs> maana Mungu alitupa brain, ndiyo maana Mungu alitupa ubongo. Ubongo kazi yake ni kucontrol.